Msimu wa mvua wa masika ukiendelea, idara ya afya kaunti ya Kilifi imewataka vijana na kina mama wajawazito kujikinga dhidi ya ugonjwa wa malaria. Akizungumza katika eneo la Chonyi, kaunti ya Kilifi, mkurugenzi wa afya kaunti ya Kilifi Daktari Hassan Leli amesema kuwa ijapokuwa kaunti hiyo imerekodi kupungua kwa visa vya maambukizi kwa asilimia tatu kutoka asilimia nane katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, kumekuwa na ongezeko la visa vya maambukizi miongoni mwa vijana wanawake wajawazito na watoto walio chini ya umri wa miaka mitano. Kulingana na Leli, vijana wengi katika kaunti hiyo ni nadra sana kutembelea hospitali wakiwa wagonjwa, huku wengine wakikosa kumaliza dozi hata baada ya kupokea matibabu. Tume tume target vijana. Uh, kupitia statistics zinaonyesha vijana ndio wanapatikana sana na ugonjwa huu, na wamama wajawazito na watoto chini ya miaka mitano, pia hao bado wanapata wanaadhirika zaidi kupitia maambukizi haya. Vile vile, pia kumekuwa na changamoto kuwa kutomaliza kuto dawa kutotafuta kuto matibabu ya wa wa wa wa wa ili ya kujiponya kulingana na wakati ambao nao tuko nao, msimu tulionao, huwa tunawahimiza kwamba wadumishe usafi kudumisha usafi na pia huwa tunawaambia kwamba wasisahau kwenda ndani ya neti.